Katika ibara ya mia moja na saba cepto, ibara ndogo ya pili uh, b, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi, na ndipo hapo sasa inapopata umuhimu wa kuwashirikisha ninyi katika ibara ishirini na tano ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ndio inatutaka tuwajibike kwa uwajibikaji kwetu sisi ni ni, ni swala la kikatiba, ni swala la kisheria, ni, statutory, ni constitutional. Kwa kama tulikuwa na tabia ya uzembe na wengine tumeelelewa kwa namna ya kudekezwa dekezwa hivi. Nikiangalia kizazi chenu ni kama kile kizazi ambacho wanafanywa kazi nyumbani nyumbani, hata vyombo hamuoshi, mnaoshiwa na wafanya kazi pale nyumbani. Wengine mnavaa mnaanza kuvaa tai mkiwa wanafunzi mnapelekwa mashuleni kwa magari magari ya nyumbani, au magari yale ya jumla na ingine imelewa kwa namna ya kudeka deka hivi huku sasa kwenye utumishi wa umma hakutakuwa na cha kudeka hapa hutakuwa na mama yako na baba yako waliozoea kuwadekeza hapa utakuwa unapimwa na, na wananchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wanao ambao ninyi mumeitwa kuwahudumia ninyi ni watumishi wa serikali ni watumishi wa umma mkifanyia kazi katika muhimili huu wa mahakama hamwezi kujitenga na serikali na serikali imetambuliwa na kutajwa kwa maana maana ya serikali katika ibara ya ine ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo asubuhi niliwashauri mwitafute hiyo katiba mwisome, mwisome kila siku <laughs> mwisome kwa sababu nikiendea kazi muhimu sana kwa katika ibara ya ishirini na tano ibara ndogo ya kwanza inasema, kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii kazi kama ninyi hivyo mmepata kazi hii ya uhakimu, ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu na kila mtu anao wajibu wa a hey, kushiriki kwa kujituma na kuaminifu, ndio hapo nasisitiza wajibikaji, kujituma na kuaminifu katika kazi halali na uzalishaji mali. Kwa mtalazimika mjitume na kwa uaminifu katika utekelezaji wa shughuli zenu, zinaweza kuwa ni hizi sasa za uhakimu, lakini inaweza kuwa za kwako za binafsi, za kilimo mtakoenda vijijini <laughs> tafuteni mashamba mulime mufuge ngombe muvue mwe na bustani, yani vitu ambavyo ufanye, biashara ambayo haitakuletea mgogoro na watu wengine. Hawezi kuwa hakimu ukasema sasa huwezi kulima huwezi kuchunga ngombe. Wakati fulani utakuta hata hicho kipato hakitoshelezi. Ngombe unachunga, na ukichunga ngombe akili yako inakuwa nzuri. Kuchunga mifugo kule kuna faida nzuri sana. Kwa tutapaswa kujituma kwenye utekelezaji wa majukumu yetu na kwa uaminifu na hapa ndipo tunapopata sisi utekelezaji wa dira yetu, dira ya mahakama timely justice for all. Haki sawa kwa wote mapema ipasavyo, timely delivery of justice for all. And on this one you're going to be serious. Kwa sababu tunaishi hiyo dira, hatutaki haki icheleweshwe na ninyi wenyewe mnasema haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Lakini pia tutataka kubalance haki iliyocheleweshwa. Hizo maximum mbili, ibara mia moja na saba ibara ndogo ya pili ndio naipata hapa kutuchelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Kwa hiyo wamebalance hizi legal maximum mbili hapa, kwamba haki iliyoharakishwa nayo ni haki iliyo iliyokatazwa. Usiharakishe kwa kulipua. Ah, unataka kutenda haki, lakini ukipima unaona kabisa kwamba hapa kulikuwa na sababu ya kuchelewa. Sio tucheleweshe tu kwa sababu ya namna gani. Tumeweka utaratibu. Sasa tungependa zile kesi ziwe zinamalizika mapema sana, isipokuwa kuna sababu, kuna sababu za msingi. Hili sitaki kulisisitiza sana, lakini maelekezo ya kikatiba na, ni, kwa maana hiyo ni maelekezo ya kisheria.